Anasema hii dunia kwa nini haina mwelekeo wowote? Ni kwa sababu mzigo wa dhambi umeilemea, mzigo wa dhambi umeilemea. Unapoona migogoro inazidi katika familia mbalimbali za hapa duniani, ni kwa sababu mzigo wa dhambi umemlemea baba, umemlemea mama. Unapoona vijana siku hizi maadili yameporomoka hata kwa wazazi ni kwa sababu mzigo wa dhambi umelemea. Unapoona vijana wanavaa wanavyotaka, wengine wanavaa nusu uchi kabisa, na ukiwauliza wanasema usituhukumu, wanasema kwamba roho yao ipo kwa Mungu, wanasema kwamba imani yao ipo ndani, sio nje. ni kwa sababu mzigo wa dhambi umelemea. Unapoona makanisani siku hizi wanashinda makanisani wanacheza disko kama ndio kumwimbia Mungu, ni kwa sababu mzigo wa dhambi umelemea. Nachomaanisha mtazamaji, ni kwamba unachoona chochote kinaendelea katika dunia hii, chochote ambacho hata watumishi wa Mungu wanapokuwa wanahubiri wanashindwa kusikiliza, ni kwa sababu mzigo wa dhambi umelemea. Hata wakati imefika sasa, mpaka baadhi ya watumishi wa Mungu wameshindwa kuhubiri injili ya kweli, wamebaki tu injili za mafanikio, ni kwa sababu mzigo wa dhambi umelemea.